Mimi nawauliza wananchi wote wachukue kura, si ndio? Vijana wetu mko na nafasi ya kuchukua kura, ndio muamue uongozi wa taifa letu tukienda mbele, lakini mjue hivi hiyo kura ni 2027 ama mnafikiri kura ni zugwani? Si ni 2027? Tuko 2020 20 what? Saa hii tuko 20? Sasa sikizeni na hiyo kura itafanywa siku moja, sio mbili, sio siku tatu, sio wiki moja. Itafanywa siku ngapi? Sasa sikizeni, ndio hii Kenya imeangaika siku mingi kwa sababu kuna watu hawana kazi ingine ya kufanya. Kazi yao ni siasa, asubuhi mpaka jioni, Jumatatu mpaka Jumapili, mwezi baada ya mwingine, Januari mpaka Desemba. Mimi nawauliza ndugu zangu wa Kenya, kura ni 2027. Sindio? Hapa katikati 2025, 2026 tufanyie hawa wananchi kazi, jameni. Tupange mambo ya barabara tujenge hawa watu, tupange mambo ya stima tujenge affordable housing, tujenge masoko, tujenge hostel, tuunganishe stima, tupange ile kazi ambayo itabadilisha Kenya, halafu baadaye tutafanya uchaguzi kulingana na kazi mtu amefanya, ama namna gani, watu wa Meru? Kwani mtu anachaguliwa kwa sababu ako na sura mzuri? Mtu anachaguliwa kwa sababu anatoka kanisa fulani, ama anatoka eh, jamii fulani? Si mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya? Ama mnasemaje, watu wa Meru? Kama mtu hana sera, hana mpango, hana ajenda, hana vision, hata akili hana, huyo ni mtu ya kuchaguliwa kwenda mahali?